Hizi ni 2 units za 1 bedroom each ndani ya Birikani mjini Voi. Na jinsi unavyoona hiyo interior ipo sambamba kabisa. Kwa shilingi milioni mbili na nusu peke yake unaweza miliki jengo hili ambalo limesimama tisti kabisa. Yaani nakuelezea kwamba ukishachukua jengo hili kama mwekezaji kwamba unaingia ukipokea rent ya mwezi mmoja maana unit moja tayari ipo occupied. Na kwa mwekezaji yoyote yule, lazima utafanya uamuzi iwapo unit moja unaitaka kuwekeza tena, au vile vile pia bado unit moja uweze kunyakua wewe mwenyewe, ujikuze wewe au pia wewe na familia yako kuendelea mbele. Jengo hili limesimama katika 50 by 80 plot ambapo pana ample space au pia pana nafasi ya development ambayo itakusaidia wewe katika kutafuta pesa za, za marupurupu tu hapa na pale. Kwa mwekezaji ambaye ananuia kuanza au kuendeleza maisha yake ndani ya Birikani, basi property hii inakufaa zaidi, maana security iko sawa, pametulia, stima na maji zipo kwa wingi. Unamiliki property hii ukijua kwamba uko na guarantee ya kupata a return of investment over a period of time. Wasiliana nasi kupitia 0776900708 na uweze kujionea sifa nzuri alizo nazo eneo la Birikani.